Uh, tunawashukuru kwa ajili ya ujio wenu eh? Pia tunawashukuru kwa kwa sadaka ambayo mmeachilia kwenye madhabahu kwa ajili ya mtumishi wa watumishi ambao wako wanahudumu mahali hapa, lakini pia niseme ni kwamba uh, mtumishi leo hayupo iko Chanika, lakini naendelea kuwasiliana naye kuongea naye anatamani kuwepo, na wakati mwingine anasema kwamba mimi sio nitaneka, lakini watu wao kwamba ah, utaenda kwa sababu mimi si simu kwa nimesema kwa utaenda, kasema na wacheje watumishi wa Mungu, ambao wanakuja kunisalimia, lakini kulikuwa hakuna namna, ni kwamba kutima mwaka ikawa hivyo, lakini uwepo wenu pia umetubariki umembariki. Kwa hiyo asante kwa ajili ya sadaka ya Mungu, awabariki watumishi wa Mungu, asante.